Baadhi ya wazazi na walezi waliohudhuria katika mahafali ya kwanza ya Madrasa Tul Fatihi iliyopo mtaa wa Nyankindi kata Mitunduruni manispaa ya Singida wameeleza kuwa kila mzazi anao wajibu wa kumwandaa mtoto wake kupata elimu ya dini. Kwa kweli, madrasa hizi zinasaidia sana kuwafanya watoto wawe kama ni wawe imara na kujitambua, kujua namna ya kumjua mola wao na kufanya wepesi wa watoto kujifahamu wanapokuwa katika jamii. Mimi neno langu nawahimiza kuwa wazazi wote wapeleke watoto madrasa ili kuwatambua kumtambua Mwenyezi Mungu na kuleta maadili mema, kwa sababu maadili sasa hivi yameporomoka sana. Wito kwa wazazi ni kwamba watusapoti wazazi na tushirikiane nao katika kuwafundisha watoto wetu katika malezi katika jamii. Nao baadhi ya wanafunzi waliohitimu ngazi ya awali katika madrasa hiyo wakaeleza furaha zao. na najivunia na sana kusoma katika hii madrasa na, na inanipa ujuzi mkubwa wa kutambua dini yangu katika maisha, na kuendelea maisha yangu ya mbele. Madrasa hii imenisaidia sana, kwa sababu mimi kabla ya kuanza madrasa hii nilikuwa nikiwa nashughulika na vitu ambao haviniusu kabisa na vilikuwa ambao siyo vya maana mwilini mwangu. Sambamba na hayo, uongozi wa madrasa hiyo kupitia kwa mlezi wake ambaye pia ni imamu kuu wa masjidi Fathe, Sheikh Abdulazizi Saleh akaeleza baadhi ya changamoto zinazokabili msikiti huo. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku kubwa, na hapa nilipo niko nje ya msikiti wetu unaitwa masjidi Fatu ambao Mwenyezi Mungu akijalia huendo kajengwa, lakini mpaka sasa hatujapata mfadhili. Kwa hiyo niko hapa mbele na mimi ni, mo, ni mojawapo katika viongozi wa msikiti huu na tunauongoza huu msikiti, na pia kuna madrasa, na kama nilivyoeleza bado hatujaujenga, ila tunaomba bitofiki ya Mola asaidie uweze kujengwa. Ni kiripoti kutokea hapa mkoa wa Singida.